Ambaye anasoma Qur'an na anahifadhi Qur'an kwenye kifua chake, kwenye shule anafanya vizuri kuliko mtoto mwingine, ndugu zangu, hiyo kabisa hiyo. Lakini hatutambui hilo, maana hapa tumeona wamehifadhi juzuu kumi na tano, ana miaka tisa. Sio rahisi kuhifadhi juzuu kumi na tano mtoto wa miaka tisa, lakini je huyo mtoto wa miaka tisa ukimpeleka kwenye mambo haya ya dunia, hiyo elimu anaweza kuhifadhi kama hivyo? Anaweza kuhifadhi kwenye kifua chake? Twendeni tujikite katika kuwekeza kwenye masuala ya dini, tuwapeleke watoto wetu wajue Qur'an. Qur'an ndo mpango mzima, ndio nyimbo, ndio bongo fleva kwa mtoto wa Kiislamu. Hakuna bongo fleva nyingine kwa mtoto wa Kiislamu, ni Qur'an ndio kinga Kinga pekee kwa muislamu ni Qur'an, sio kwenda kwenye, kwenye matunguli, sio kwenda kwenye ramli, kimkimbilie Qur'an. Kwa hiyo nimetaka niseme kwa kijumla kwa wazazi, lakini pamoja na hayo risala yenu umesema tutaendelea, mimi nitaendelea kusikiana nanyi tutapambana na ndio maana shehe huo nakwitatumana ndio mzigo huu hapa wa nisitafuta watu wengine mimi wa, na familia yangu yangub, mzigo huu hapa mambo aiendelee, lakini hatutashindwa na kwa sababu safari hii tangu nimefika alikuwa anong'ona kwa sasa na shehe Abdusama, kama leo unaona raha sana. Leo nimefurahi sana, watoto wamefurishwa vizuri sana. Unasikia Qur'an hasa bado inaingia ndani kabisa. Kila mwaka mashindano yetu yanaimarika, yanakuwa mazuri zaidi. Ndugu zangu, nasema wazi maana leo kuja mwaka 2023, mahudhurio washiriki mwaka jana na mwaka huu, mwaka huu kwa kweli vijana wetu wametuburudisha sana, moyo wetu umepata furaha sana na tiba kubwa sana au uongo? Jamani, kwayo pamoja na tiba ambazo tumezipata leo, tuna kila sababu kwanza, kama Waislamu hawa ma, maalimu wetu wa madrasa maustazi na mauksi jamani, tuwaangalie tuwaenzi wabeze maana kama vijana wetu hawatafunzwa kwenye maadili mema ya dini, mamonyeko maadili mingi itatupeleka ita hapa